Karibuni kwenye kipindi chetu na dada ent. Yes. Yes. mm -hmm. Yes. Loveness, wewe umemaliza mkataba mm tuambie habari -hmm. za huko. nzuri, nzuri. majukumu yako yalikuwaje? yalikuwa ya kawaida, ya kawaida kama yapi? mtuambie ulikutana majukumu gani kazini. mm. ni usafi tu wa kawaida. usafi wa kawaida ni kama upi De? usafi wa kawaida ndio upi huo? kama tu kusafisha nyumba uwanja, jikoni, vyoo, nje ya nyumba. Nyumba ina ukubwa gani? Ilikuwa uh, ina, ina vyumba vitatu vi vya kulala na sebule na korido na jiko mm -hmm. yu, na kingine chumba cha nje mm -hmm. mm -hmm. Okay. Kwa hiyo umemaliza mwaka De. Bosi wako alikuwa anapitia changamoto gani? Wakati uko kazini ni vitu gani ambavyo alikuwa anavilalamikia zaidi? Yani katika majukumu yako. Unapofanya kazi si bosi anakuja unaona kabisa saa nyingine anagomba, saa nyingine anasema hiki hakijakaa sawa, hiki hujafanya vizuri, umekaa na mtu mwaka mzima. Kwa hiyo lazima kuna vitu unajua hapa nilikuwa kidogo sifanyi vizuri au hiki nilikuwa najitahidi. Wewe ulikuwa dada, unalipwa shilingi ngapi? laki moja? Traditional dada, eh? Ndio, nataka nijue ulikutana na changamoto gani? Changamoto yani, kwamba ambazo bosi wako alikuwa haridhiki kila unavyofanya anasema hizi, au analalamika au anakasirika au ananuna, ujui, ujui sio kufanya, si kufanya, kufanya makosa yaani ku, kwa sababu unapokuwa dada wa level ya kawaida ya traditional ni dada ambaye uwezo wako sio mkubwa sana utendaji wa kazi kwao. Unapokuwa kazini, wee mwenyewe utafil utajisikia kabisa kwamba kuna vitu hapa sivifanyi vizuri na wewe unatakiwa sasa ukazane. Kwa mfano umekaa mwaka, nachokupongeza umemaliza mwaka, lakini ile toka umeanza mwanzoni, ni vitu gani ambavyo bosi alikuwa haridhiki na utendaji, kila ukifanya atasema hiki hakijakaa sawa au hiki hakiko sawa, au yeye alikuwa aongei kabisa, bosi wako Eh? kufuta madirisha. kufuta madirisha. Sasa mbona unakuwa una una yani, una mpaka nikulazimishe nikuchokonoe ndio useme? simekuuliza tu swali rahisi, changamoto uzokutana nazo ni zipi? Sasa kwa nini ujibu hmm? Ndio ilikuwa kufuta madirisha. Kufuta madirisha. madirisha ni ya aina gani? ilikuwa ni aluminium ya, ya vioo ambayo wewe katika historia yako hujawahi kukutana na madirisha kama hayo. Ilikuwa ndio sehemu yako ya kwanza, nyumba ya kwanza kwenda kufanya kazi ukakutana na aina ya yale madirisha ndio. Na wewe sio mtu mwenye ujuzi, yani hujawahi kujifunza mahali jinsi gani ya kuyafanyia usafi hayo madirisha aluminium. Nimewahi kujifunza. Wapi? Mm, nagoba. Goba ndiyo, okay. Kwa hiyo hiyo sehemu ilikuwa ni sehemu yako ya ngapi kufanya kazi za ndani, hapo ulipotoka sasa hivi tulipokupeleka sisi? ya pili, ya pili. Sehemu ya kwanza ulipelekwa na nani? na, ilikuwa na, na dalali se, watu wengine si ndiyo? Ehe, kwa hiyo sasa, kama hii ni sehemu ya pili ambayo ulikuwa umeenda kufanya kazi naayo, madirisha ulishawahi kukutana nayo si ndiyo? na ulishawahi kujifunza jinsi ya kuyafanyia usafi. Sasa ilikuwaje hapa kwa bosi wako ukawa unashindwa kuyafanya vizuri, kwa sababu kuna mengine yalikuwa ya juu sana, yalikuwa juu sana. E. Hiyo uh -huh. E. Hayo, hayo yaliokuwa juu sana ndio yaliokuwa yanakushinda. Hayo mengine, mengine nilikuwa nasafisha tu vizuri, vizuri. Na bosi wako anaridhika? Ndio. Sasa hayo ambayo yalikuwa juu sana wewe ulikuwa unamwambiaje bosi wako Mba kwa nini mm, unashindwa kuyafikia na kuyafanyia usafi E, nilimwambia ndo akanunua kifaa kingine cha kusafishia. Mm -hmm. E, alafu ndo nikawa nasafisha na iko kifaa mm. Ndio. Kwa hiyo baada ya hapo ukawa unafanya vizuri? Ndio. Mm -hmm. changamoto nyingine, maana hapo hiyo ni moja ya usafi wa madirisha ya alminia mehe. kingine ambacho kilikuwa ni changamoto kwako kwa kazini ambacho ulikuwa ufanye vizuri, bosi wako akafurahi, akaridhika. Amepokea? kwa nini msilete hapo, umuulizie hapo, ongea naye kwenye simu. ilikuwa ni hicho tu Aa, usiende waelekeze. ilikuwa ni madirisha tu, ni madirisha tu ngoja tutamsikia, tutamsikia bosi namsikia bosi anachokisema kisema, ndio nimemwambiaje naye. Madamu habari yako? Salama hmm. habari za kazi? Nzuri. nilikuwa na Loveness hapa, namuuliza mm. ulikuwa na changamoto gani kwa bosi wako? Ndiyo, ndio, yeah, akaniambia, si alikuwa anashindwa kufanya usafi wa madirisha ya vioo ambayo yalikuwa juu sana eh. Nikamwambia, sasa ulimwambiaje bosi wako ili uweze kujitahidi kufanya usafi kwenye hayo madirisha ya vioo ndio, akawa anajitetea tetea kwamba ulimnunulia kifaa kingine cha kumsaidia ah, kufika huko juu. Namuuliza, right, shida nyingine? Maana wadada traditional tunajua uwezo wenu ni wa chini mm, lakini lazima mjitahidi mnapokuwa mmeenda kazini mm, mweze mnapoelekezwa na mabosi wenu mjitahidi kujiboresha mm. Kwa hiyo yeye ananiambia kingine hamna. Sasa si uwaga tunapenda kupata hizi feedback kwa ajili ya kuweka ile awareness kwamba sisi tunajitahidi kuwatafutia kazi, lakini ni wajibu wao pia kujitahidi hizo kazi wazifanye vizuri mm. E, yani kazi yetu sisi ni kuwahamasisha hawa wajue kwamba hizo hela wanazolipwa ni nyingi, lazima wajitahidi kuzifanyia kazi, hata kama ni traditional bado traditional ni hela nyingi, sio ndogo. E, kwa hiyo madam, labda kwa wewe sasa nikisikia kutoka kwako, Love alifanyaje kazi mwaka mzima akamaliza, mapungufu ma, ma, yake labda makubwa ni nini, anaweza yakamsaidia kujiboresha kuji, huko mbele ya safari. Dada, unasikia dada? Je, ndio. Mimi ni mtu mzima, nimekaa na wasichana wengi wengi wengi sana. Ndio, lakini kusema ule ukweli nimekaa naye vizuri. Ndiyo. anaheshima mm-hmm. Anajitambua. Ndiyo. Anajua nafasi yake. Ndiyo. Anajua wajibu wake. Yani ni vitu vidogo vidogo sana vile vya kibinadamu. sawa sawa. Ala, alafu jue huyo ni mtoto bado, ni mtoto mdogo. sawa sawa kwa hiyo mimi nilikuwa nakaa naye mm. kama mwanangu kama mjukuu wangu. sawa kabisa. kama atakuwa kuna katita amekosea labda tauzembe uzembe hivi mm. naongea naye okay, lakini kusema ule ukweli mm. asi nimeishi naye vizuri toka siku ya kwanza mpaka leo. wow. Yani sina yani kabisa kabisa, naongea hivi kwa roho yangu moja nyeupe kabisa kabisa, amina yani. Amina e, amina kwa kwa mpaka wanangu wanasema jamani, rafu, jamani jamani, unamwacha mama jamani <tik> basi yenyewe <tikyan classified>. Ni kucheka cheka tu, kama ni kucheka ni kucheka cheka tu sasa, kama kuna labda kingine amewambia no kwamba labda mi, mimi nilikuwa namfanyia vibaya labda labda labda nafanya nini Hapana, kwa kweli hajaongea neno lolote baya ila tu na yeye anahisi tumekaa naye vizuri sana. okay. Ah, madam tunakushukuru sana sana kwa hiyo feedback. Asante. Nashukuru sana ah jamani. Mungu awabariki sana. Asante madam na nawe ah. Ah, yaani, na wewe tunakukaribisha tena hey, tunak... wote ndio tunawasaidia hawa ma wa mabinti zetu wote wewe, hey. wewe unapokuja kuchukua binti hapa hmm. ni sehemu ya kuendelea kuwasaidia kuwapa ajira hmm ili na wao waweze kupata chochote, kwa sababu sisi kukaa nao hapa bila nyinyi huo msaada utakuwa haujakamilika eh. Kwa hiyo, madam, tunakushukuru pia kwa kuunga mkono mradi wetu, kumsaidia Loveness mpaka akamaliza mwaka na, na, na imani tu, umemvumilia mapungufu kama ulivyosema, u ni mtoto bado, vingine ni vya kumvumilia na kumwelekeza. Kwa kweli Mungu akubariki sana. Tunakukaribisha wakati wote utakapohitaji tena huduma, usisite kututafuta. Ay, yani mi nilitenda nije naye ndio, lakini sasa nasumbuliwa na magoti nasumbuliwa na mgongo eh. Nikafikiria kuja huko nikaona sintaweza, nikaambia mwanangu we, mm. nenda tu mm. ee, eh, nenda, mimi sintaweza, kama hata nihitaji watanipigia simu. Haya, maadamu hamna neno, tunakushukuru e, hata hivyo, yani kwa e kwa namna tu ambavyo umeishi naye na hii feedback uliotupa, kwa kweli tunaamini kabisa ilipata, alipata mama mwema si ni bibi maana, umesema huyu si ni mjukuu wako. Kwa hiyo si tunakushukuru eh, tunakushukuru sana sana madamu. Tunakuombea afya njema jamani. Sana madam, lakini ndio kazi sasa Mungu aliyotupa kuifanya. Ee, kwa hiyo tutaendelea tu kuwaelekeza bila kuchoka. mm -hmm. E, na nyinyi mkiwapata ambao wanawapa hizo changamoto, basi muelewe, mm -hmm. kwamba ni malezi na makuzi waliotoka nayo huko huko kwao. Tuendelee tu kuwarekebisha kwa pale tunapoweza, tukishindwa basi tutasema wametushinda. Oh, e, tutaendelea uh -huh. na wale ambao wana wana wana wanaheshima, ah, no, wana wanarekebishika, wana kama ulivyosema, e, wana Haya madam, nakushukuru sana, asante dada. Aya madam, na madam nawe pia ubarikiwe. Aya lavu, ongera, ongera <coughs> hmm? umesifiwa na bosi wako maana, <coughs> e, nilikuwa nishaanza kukupa kibano hapa. kitu gani ulikuwa mfanyi vizuri? maana nilisikia feedback sio nzuri <coughs> A, na wadada wawili <coughs> kwa hiyo kuna mwingine huyu ambaye labda sio huyu yeah. Ndio huyu analalamikiwa eh? Ok, we ongera, mwaya umefanya vizuri madamu mm. Wako ndio huyo, kama alivyokupa sifa kama zote, anasema wee ni mtoto ulioelewa vizuri. Tabia njema ndio kitu kikubwa watu wanachokitaka. Hata kama kwenye kazi unakuwa hufanyi sawa, lakini ukiwa na tabia nzuri ya unyenyekevu, ya kusikiliza eh, ya upendo. Umeona mwenyewe, anasema unampa pole akiwa anaumwa akiwa sio ame mm. E, kwa hiyo ni vitu vizuri hivyo vinaweza hata pale ambapo unakuwa na vichangamoto vidogo vidogo, bosi anakuvumilia, lakini ukiwa unaweza kazi sana, alafu ni mjeuri, una tabia za ajabu, huwezi kupata mtu anakuvumilia na hao ndio wadada ambao wanashindwa kubaki kwenye mradi wetu. Kwa hiyo mimi nakupongeza. Sasa utuambie, una malengo yako umetimiza? Maana ulivyokuja hapa ulikuwa na malengo, si ndio? Ndio. Ehe, umeshatimiza malengo? Yes, aeli mi namshukuru Mungu nimeyatimiza. Umeatimiza, ulikuwa na malengo gani? Nilikuwa nataka kufanya kilimo biashara. Okay, kilimo biashara, unaenda kulima nini? Nilikuwa nimepanga kulima karanga na maharage. Wapi? Iringa. Iringa ndio nyumbani? Ndio. Kwa hiyo tayari umeshapata mtaji? Ndio. Ehe, unarudi sasa nyumbani, ni kwa wazazi au ule ni kwa wazazi. Kwa hiyo shamba utakuwa unalima nyumbani au unakodisha? ah, au nayo tayari eh? shamba ni nyumbani, ni nyumbani hapo hapo. Ok, sawa. So, dada Loveness tunakutakia kila la heri katika hiyo safari yako ya kwenda kufanya kilimo biashara, na hongera sana kwa kupambania maisha yako ndoto zako. Mungu akutangulie. Asante na nyie, Mungu abariki sana. Amina ndio, kwasababu isingekuwa nyie mm. hata mi nisingepata hiyo mm. hela ndio kwa, saf, kwa e, kupitia mradi wenu, si tunamshukuru sana, tunakushukuru sana pia tunamshukuru Mungu. Amina ndio e, kwa kweli kikubwa ni kumshukuru Mungu kwa sababu yeye ndio ametuweka hapa majira haya. Mi sikupanga mm. kuzaliwa nyakati hizi na sikupanga kwamba hichi ndio kiliwe kitu ambacho napenda kukifanya, lakini naona Mungu ameweka wito ndani yangu. Napenda kusaidia wanawake, napenda kusaidia wasichana. Hata mimi mwenyewe alinipitisha kwenye kazi hii ya ndani. Sikuzaliwa nikasema tu napenda kufanya kazi ya ndani, ah, lakini ndio fursa ile kuwepo na mimi. Mungu alinipa njia ya kuona kwamba nenda kwenye kazi ya ndani, wazazi wako hawawezi kuendeleza zaidi hapo, kwa hiyo mm. nenda katafute fursa nyingine. Fursa gani? Kazi za ndani nimepita, lakini kumbe alikuwa ananipa wito kwamba nikipita niweze kuwaonyesha na wenzangu njia ambayo ndio nyie mnaenda kufanya hizo kazi na mnapata mitaji. Kwa hiyo hmm. yote haya ni kwa utukufu wa Mungu. Hakuna nachokifanya kwa akili zangu, kwa hiyo sifa zote tuzirudishe kwa Mungu, sio kwa hmm. <laughs> Hai, Asante sana amina. Mungu akubariki wote, amina. Amina. Amina. Unapokwenda huko pia Mungu akakubariki akutangulie